matunda yako vizuri vitu vyetu vya singida ni vizuri sana na ni vitamu tumejiandaa sisi kama madereva bajaji singida tumejaliwa kwa kuku wa kienyeji tuna kila mnyama ambao anastahili kuliwa na binadamu uchaguzi mkuu 2025 tuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi sote tushiriki hii ni kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mimosi kitaifa yatakayofanyika kitaifa katika mkoa wa Singida viwanja vya Bombadia. Na hii ndiyo Singida yenyewe, Singida ya watu wakarimu, Singida ya asali, Singida ya vumbi la Singida, Singida ya alizeti na mafuta safi. Hii kufahamisha ni, ni kwa namna gani wananchi wa mkoa wa Singida wamejiandaa vyema kabisa kuhakikisha wanawapokea wageni wote watakaofika katika mkoa wa Singida kusherehekea sherehe za Mei Mosi kitaifa. Tunatambua kwamba Mei Mosi ni waga tarehe moja, kila tarehe moja ya mwezi wa tano, ila mwaka huu kidogo tumependelewa hapa Singida. Tumejiandaa sisi kama madereva bajaji tunafurahia sana wageni wetu kufika katika mkoa wetu wa Singida. Yaani hapa ni Tanzania nzima ipo, yaani ni fursa kwetu sana sisi Wanasingida, siku ya Mei Mosi kufanyikia mkoa wetu wa Singida, na tunawakaribisha wote wanaotoka mikoa mbalimbali, waje. Watakutana na vitu vizuri hapa Singida. Hey, karibuni sana, matunda yako vizuri, na kwa mimi upande wa loji kuna malazi bora vitanda vizuri havina kelele. Kuna huduma nzuri pia. Ukihitaji chakula, kuna upande wa chakula, kuna makange ya kuku, makange ya samaki, rosti nyama, nyama ya kuchoma, mbuzi, kuku, halikadhalika. Kama mnavyojua, Singida tumejaliwa kwa kuku wa kienyeji na imani, wageni wetu wote wanaingia ndani ya mkoa wa Singida watafurahi sana kwa kupata kukuchoma. Tunafanya shughuli nyingi sana za kiutamaduni ikiwemo kuchora picha kama hizi e, ambazo zina express au zinaelezea utamaduni mbalimbali unaopatikana Singida. Tumewaandalia picha nzuri zinazoeleza utamaduni wa Kisingida, maimuzi tunafuraha sana kuona kwamba tumeandaliwa sherehe kubwa kama hii na ugeni wa wa nguvu kama huu. Bwana, tunapata riziki. Mgeni yeye aendelee tu kututembelea hapa kwenye soko letu, na sisi tutafanya kila hali ili ampate huyo kuku mwenye laza, kama Singida waendelee kuwa na kumbukumbu zao za makini kama hivi walivyoamua kutupendelea sisi mkoa wetu wa Singida, na tunafurahi sana watakapokuja wachukue vitu vyetu vya asili kama miogo, viazi, matunda ya asili, mapera, sasati furu, wachukue kwa wingi. Vitu vyetu vya Singida ni vizuri sana na ni vitamu, na imani wateja wetu watakayelala hapa na watakayefikia hapa lojini kwetu watafurahi sana, na wakitoka nje ya Singida wataenda kufurahia na kutoa simulizi. Jamani, ndugu wananchi, karibuni Singida, mkoa wetu mzuri. Kuna kuku, kuna asali, kuna mafuta mazuri ya alizeti. Mnakaribishwa, mkoa wetu ni mzuri sana kwa maendeleo ya vijana. Kijana anataka kujitafuta, karibu Singida, nawakaribisha sana Singida. Tuna kila mnyama ambao anastahili kuliwa na binadamu. Karibuni sana, usafiri upo Singida. Goja Singida gunto, karibuni Singida, karibuni Singida Mei Mosi, karibuni nyonge wajifia sana, karibu Singida. Singida mambo ni gunto, gunto.